Tuangalie taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu. Hapa unajua unapokuwa kiongozi, lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni, kuelekea uchaguzi, na baada ya uchaguzi utaondoka tu lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override ma ma ma madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna, hakuna O, wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote. Hakuna mwenye certificate anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa anavyotaka mimi, hakuna. Tuna sheria zetu, tuna katiba yetu, tumeamua kwa democratic country tutaendesha Uh, demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana, lakini viongozi wa dini msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii, hakuna, hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa matamko manane yametolewa na teke manane lakini ukenda chini chini, wenyewe wenyewe wanapingana. Matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika.